Heyo watu wangu wa nguvu wa Leza TV, karibu mara nyingine tena kupitia chaneli yetu ya Power, ya Leza TV. Kama nilivyoahidi ya kuwa nitakuwa nafanya mwendelezo wa video iliyopita, ili, ili kuweza kukuelekeza eh, ni nini unatakiwa kufanya, ni vigezo vipi unatakiwa kuwa navyo ili kuweza kupata kazi Canada bila kuwa na usumbufu wowote wa wala kupitia eh, matatizo makubwa. Maana najua watu wengi wameshafanya application zaidi ya mia lakini hawajapata eh, majibu mazuri ya kuridhisha. Hii ni kutokana labda na kufanya application vibaya, kutumia eh, mitandao ambayo labda haikupatii majibu, lakini pia ni kwa sababu labda pia eh, hauzingati ni kazi gani ambayo unayotaka kuiomba na je una ujuzi katika hiyo kazi. Katika video hii nitakuwa na kupatia, eh, masharti ama vigezo ambavyo unatakiwa kuvikizi, ama vigezo ambavyo kuwa navyo ili uweze kupata kazi Canada. Na nitakupatia pia eh, mitandao ama tovuti ambazo ni za uhakika ambazo ukizitumia unaweza kupata kazi Canada bila usumbufu. Kwa hivyo stay tuned, twende pamoja na wewe hadi tamati, jifunze pamoja na mimi katika video hii. Naam, katika video hii kama nilivyokuahidi nimesema ya kuwa nita, nitaangazia baadhi ya vigezo ambavyo mtu anatakiwa kuwa navyo, yani requirement to get a job and visa here in Canada. I'm talking to you nikiwa hapa Canada na namaanisha ya kuwa nachokwambia kinatoka Canada na ni vitu ambavyo vinapatikana eh, katika eh, masharti ya serikali ya Canada na pia waajiri wa hapa Canada. Ili kuajiriwa na kupata visa ya kazi nchini Canada kama mgeni lazima ukidhi masharti yafuatayo. Yaani ili upate kazi hapa Canada lazima ukidhi ma, eh, vigezo ambavyo vinavyofuata. So, unapoomba kazi na unakuwa haujakuwa na hivi vigezo kidogo, itakuwa tatizo kwako ili kuweza kupata kazi. Nikisaidia Waingereza nitasema to be hired and obtain a work visa in Canada as a foreigner, you must meet the following requirement, ambazo nitakuwa na kusomea moja baada ya nyingine. Kigezo namba moja, lazima uwe na uzoefu, skilled and experience. Hicho ndio kigezo ambacho kinahitajika. Unaweza kuwa umesoma sana, una ujuzi mkubwa sana katika masomo, lakini kama una, uh, una experience au una uzoefu katika ile sekta ambayo umesema unaijua, ikawa ngumu sana kwako kupata kazi. Ndio maana kwenye CV ni vizuri sana, kwenye resume ya Canada lazima upande, wanapoangalia sana ni upande wa work experience, vingine hawavioni sana. Work experience na lugha ndio kitu ambacho kinaangaliwa. Nitakwambia baadaye kwa nini. <laughs> Lazima uwe na ujuzi wa kazi na uzoefu katika sekta unayoomba. you must have a practical skills and relevant work experience. Hiyo ndio kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho. Kitu cha pili, elimu, education, kiungo muhimu sana. Nitakwambia pia kwa sababu gani education inahitajika special kwa wale ambao Eh, wanataka zile kazi zenye taaluma ya kisomi kama madaktari, mainjinia, waandisi, waandisi na wengine kama hao, lazima education yako ikae sawa, yaani vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo: cheti, diploma au shahada inayotambulika na waajiri wa, waajiri wa Canada kwa Kiingereza, a certificate diploma or degree recognized by Canadian employers. Kwa hivyo kuna vyeti ambavyo eh, eh, waajiri wa Canada hawavitambui. Kwa mfano katika eh, kuna watu ambao tulikuwa tunazungumzia mambo ya Alison, vyeti ambavyo vinapatikana online. Baada ya kufanya uchunguzi wa kutosha, nimegundua ya kuwa eh, vyeti vya Alison havitambuliki, lakini vinaweza kuongeza uzito kwenye CV yako, kwenye resume yako, lakini cheti cha Alison hakitoshi peke yake kwa kupatia kazi Canada kwa sababu hakitambuliki na taasisi ya waajiri ama, katika e, muungano wa waajiri na sheria za waajiri wa hapa Canada. Kwa hivyo ni vyema ukaongeze masomo kupitia labda e, technical colleges ambazo zinahitajika ama zinatambulika, zina ikiwemo kama VETA Tanzania na zingine em, Kenya enye amba, polytechnics ambazo zinapatikana kama Nakuru, Naivasha, Nairobi, Mombasa na kwingine kote Kenya. Hizo polytechnic colleges ni nyingi sana, kwa hivyo ni bora kuzingatia hivyo kuliko kwenda kusoma online, na lakini pia nitakutafutia katika uh, video hii nadhani mwisho nitakuandikia jina ya, ya chuo ambacho uh, vyuo ambavyo vinajulikana vya online ambavyo unaweza kusoma online na ukapata shahada ama certificate ambayo itatambulika na waajiri wa Canada. Kitu kingine ni lugha, language ni kitu cha muhimu sana. Proficiency. Yaani language proficiency ni kitu muhimu sana. Lugha. Kama kawaida Canada lugha ni mbili, Kiingereza au Kifaransa. Lazima eh, ujue Kiingereza vizuri ama Kifaransa vizuri kwa sababu ya mazungumzo pamoja na waajiri wako. Kiingereza ambacho eh, unatakiwa kukijua, kuna mtihani ambayo inaitwa IELTS General, yani hiyo lazima uwe umepita hiyo test, au Kifaransa inaitwa TEF Canada. Ni muhimu you must pass an English or a French language test. Watakufanyia eh, watakupatia test, kama kama mtihani fulani hivi, kakupima lugha yako na Kiingereza. Hii mara nyingi inafanyika kwenye interview mbalimbali mbali, ama kukuelekeza lakini, pia unaweza kufanya majaribio ya hizi test kupitia video ambazo ziko YouTube, itaweza kukusaidia sana kuwa unajifunza polepole hadi pole. Siku utakapo kufanya interview ukue tayari umeshapita. Na unaweza kuifanya hata mtihani huu online na ukaweka matokeo yako katika CV yako ya kuomba kazi, ukajumlisha pia hiyo eh, language test ambayo utakuwa umeifanya. Kigezo namba 4 leseni za kitaaluma yani professional license, uh, if possible yani kama zitahitajika, lazima uwe nazo. Kwa kazi kama uuguzi, udaktari, uhandisi na kadhalika, utahitajika kuthibitisha sifa zako kwa bodi ya Canada. for job like um, nursing, medicine or engineering you need to verify your credentials with Canadian regulatory authorities ama body, kwa watu kama hawa ambao ni engineer engineers, eh, watu kama madaktari nurse, wanahitaji kuwa na leseni za kazi ambazo zinaweza kuchunguzwa na bodi ya uchunguzi ya hapa Canada. Namba tano ambayo pia eh, ni tiba ya afya, character and health Lazima hapa utakuwa na afya nzuri, ndio maana wanakushauri siku zote kwenda kufanya um, te, uh, exa, examination ya health pale kupitia IOM, yaani hiyo ndio taasisi peke yake ambayo inatambulika ambayo ni ya Umoja wa Mataifa. Ni wanahospitali ambazo zinapima watu afya wanaotaka kuja Canada. Lazima uwe na afya ambayo ni imara, usiwe na magonjwa ya kuambukiza ama magonjwa ambayo yanaweza kukusababishia kutokufanya kazi na kuwa mdhaifu. Lazima uwe na cheti cha polisi yani, eh, na ripoti ya afya. Cheti cha polisi ni ile police clearance, ama wengine wanaita good conduct. Police clearance and medical report are required. Hizi lazima ziwepo police um, ehm, clearance. Pamoja na hiyo eh, medical report ambayo unaipata IOM. Jinsi ya kuomba kazi na visa, how to apply for job and work visa in Canada. Nilisema nitakwambia zile sehemu ambazo unaweza kupata hizi kazi kwa wepesi zaidi katika um, tovuti ambazo ni nzuri na zitakusaidia. Unaweza kutafuta hizi kazi kwa kutumia eh, keyword muhimu sana yaani eh, search for job. Then, make sure umeandika search for job with visa sponsorship yaani eh, kazi ambazo ziko pia na eh, ufadhili wa visa. Nadhani hatutaenda kwa Kiswahili kwa kusearch kazi kwa sababu utapata iko kwa Kiingereza, lakini utaandika job with a sponsorship visa in Canada. Then watakuletea tovuti zi ambazo unaweza kutumia. Nimekuongezea hii mpya inaitwa Glassdoor, glassdoor.ca. Nitaiandika hapo kwenye screen uione glassdoor.ca. Kuna job bank, jobbank.gc.ca ambayo tunajua hiyo bank ni ya serikali. Kuna Indeed.ca, hizi pia zitakusaidia sana lakini, pia kuna move to Canada, hii pia itakusaidia sana na unaweza kupata kazi. Kuna LinkedIn pia itakusaidia sana, hizo eh, zitakusaidia pamoja na job expo zitakusaidia sana kwa wale ambao wako kwenye grupu nishawawekea, lakini leo nimeongezea nyingine ambayo inaitwa Glassdoor.ca. Kwa hivyo ni vyema sana kuwa mnaangalia video zote, maana <laughs> katika kila video kuna kitu kipya. Tumia maneno kama nimekusisitizia hicho kitu. Narudia tena, tumia maneno kama eh, visa sponsorship Foreigner workers welcome au LMIA available jobs. Itakusaidia sana kuweza kupata kazi ambazo hazitakusumbua ambazo tayari zitakuwa ziko zishaga na zishagharamiwa mambo ya visa. Narudia vizuri ili kukuelekeza. Tafuta uh, visa sponsorship, foreigners workers welcome au weka LMIA uh, available jobs. Itakusaidia sana tunaweza. Eh, pia kitu kingine ambacho utazingatia vizuri sana kigezo kingine muhimu: tengeneza CV na barua ya maombi ambayo iko na muundo wa Canada, yaani prepare your resume and cover letter. Viwe vitu ambavyo viko kwenye muundo wa Canada. Usitengeneze vitu ambavyo ni vya kwako ama vya kule nyumbani tumia Canadian style CV. Narudia tena hii itakusaidia sana kuweza kupata eh, kazi ambayo wewe unaitaka. Andika kavaleta inayoelekezea kwa, yani kwa nini unahitaji kazi yaani, andika kavaleta inayoelezea kwa nini unastahili hiyo kazi yaani, uza sera zako kupitia kavaleta. Kavaleta ni sehemu ya kuuza sera, kwa nini unahisi wewe ndiye candidate mzuri kuliko wale wengine wote. Hii itakusaidia sana tena sana. Tuma maombi kwa makampuni zinazokubali wageni, fuata maelekezo kwa makini. Yaani, nishakwambia zile kampuni ambazo zinakubali wageni, nimezitaja kule juu katika ah, no, sio juu, katika video iliyopita nimezitaja. Video hii nitakuwekea mwisho wa video hii, eh, utaiona kwenye skrini ya kwako, kwa hivyo itakusaidia kama hujaiona rudia, uende uangalie zile kampuni ambazo zinato ukubali wageni. Uzuria maujiano maojiano, wakati wa interview hakikisha huo tayari pale, kwa sababu ya interview yako usikose kuwa eh, siku ya interview, ili uweze ku, kupata nafasi itakusaidia vizuri. Ukikosa kuwa kwenye interview, atapewa nafasi mtu mwingine na utakuwa umepoteza hiyo nafasi. Baadhi ya waajiri ufanya, hufanya uh, usahili kupitia video Yams, yani kwa Kiingereza tunasema Some employers conduct vi, uh, virtual interviews. Yani, uh, hawa waajiri employers wengi wa Canada huwa wanataka kufanya uh, interview na wewe kupitia video. Wanapenda sana hata huku wanapenda sana Mi mwenyewe orientation nyingi nazifanya sana kupitia video e, mambo mengi ambayo nafuatilia hapa naifanya kupitia video. Kwa hivyo wanataka wakuone, so um, usiseme ya kuwa nitaita ndugu yangu akuje kunifanyia hapo, utakuwa umefanya makosa makubwa sana ambayo unaweza kujutia e, katika programu yako yote ukawa umeiharibu. So ni bora umejipanga uwe tayari, ndio maana e, natengeneza video hizi ili kukuelekeza nini cha kufanya ile siku ya interview yako uwe tayari umekamilika, yaani hapa ni katika hali ya kukutengeneza na kukuweka sawa ili usikuje kukosea siku ya interview. Namba tano ambayo pia ni ya mwisho ni mchakato wa visa, yaani visa process. Ehe. Ukitaka job offer mwajiri wako atakusaidia kupata LMIA, yaani Labor Market Impact Assessment hii nishaisema sana yani, ikishafika kishamaliza vitu vyote vya kazi kule, mchakato utakaofuata ambao ni wa mwisho ni wakupata visa. Kama utakuwa umeshapata kazi, ushapata barua kutoka kwa, kwa, kwa mwajiri kutoka kwa bosi wako, kwa employer, ashakutumia barua ya LMA na barua ya kazi kwamba umepata kazi Canada, basi utatumia barua hiyo pamoja na ile LMA kwenda kutafuta work permit visa. Hiyo itakuwa kazi rahisi sana, kwa sababu tayari utakuwa umeshalipiwa barua yako ya LMIA ikishaidhinishwa, sasa unaweza kuomba work permit kupitia IRCC, Immigration Refugee and Citizenship Canada. Yaani tukimalizia hapo ni kwamba ukishapata kazi, kila kitu kimekuwa vizuri, umepata LMIA kutoka kwa mwajiri wako, umepata barua ya kazi, sasa process tumesema ya mwisho ni visa peke yake, itahitajika tu kupitia IRCC uweze kuomba sasa, eh, work permit visa. Itategemea kama ni temporary ama kama itakuwa permanent, itategemea ni ya miezi mingapi hiyo, itaendana na vile ambavyo na kazi ambayo utakuwa umeipata. Nadhani kufikia hapo nitakuwa nimekusaidia pakubwa sana. Kama umepata video hii ina faida na imekufaidikisha zaidi, usisite kulike video hii. Please like, comment share, subscribe kama we ni mgeni mahali hapa kwa habari nyingi zaidi kwa sababu kwenye, kwa video kama hizi na nyinginezo unazipata tu hapa hapa kupitia Leza TV, kwa sababu hapa ndio tunatoa mafunzo ambayo ni ya kina na tunakupatia kila kitu kwa uwazi free of charge. Unaweza pia kujiunga na group letu la WhatsApp kupitia link ambayo iko kwa description ya video hii ili kupata faida ya vitu vingine muhimu ambavyo tunavitoa ndani ya group kama video ile ambayo eh, inazungumzia makampuni ambayo yanatoa kazi Canada kwa mwaka huu wa 2025 na sekta zilizopewa kipaumbele ili kupita. Basi itazame hii hapa imepop kupitia skrini ya kwako, itakusaidia sana kuweza kufanya maombi yako ya kazi, na pia itakuelewesha ni wapi na ni makampuni gani unafaa kuzingatia kwa kuomba kazi. Nimeondoka kwa sasa, nikirudi nitakuja na update kibao. Till we meet again. Peace.